Umewahi kuwa na ndoto kubwa, lakini unakosa nguvu kabisa ya kuchukua hatua? Una ndoto kubwa na malengo makubwa, lakini moyo na ari wa kuchukua hatua hamna kabisa, sio kama? Umekuwa kwenye hii hali, umenunua kozi yako vizuri, mzuka ghafla umepotea kabisa wa kusoma hiyo kozi. Umenunua kitabu kipya, unakosa kabisa msukumo wa kusoma hicho kitabu. Umelipia membership ya gym, ghafla tu hujisikii kabisa kwenda gym, sio kama? Kukutana na hii hali mwenyewe, wapo ulipo anajisemea ntaenda kesho Mtaanza kesho. Kesho inafika, unagundua tena unasema ile ile. Taanza kesho, taanza kesho, mwisho wa siku unakuwa ni mtu wa kuahirisha na kutokufanya kabisa kitu ambacho umejiahidi wewe mwenyewe kuweza kukifanya. Kuna mambo mengi sana lakini lakini pointi ya msingi ni kwamba unakuwa na ndoto, malengo na picha kubwa ya kuweza kwe, kufanya kwenye maisha yako. Lakini unakosa nguvu kabisa, unakosa msukumo kabisa wa kuweza kuchukua hatua kwenda kufanya kila kitu ambacho unataka kukufanya na, na, na unapokuwa kwenye hii unajikuta, unaingia mtandaoni kuangalia vitu TikTok, huko Instagram, ama unapenda kula vitu vya sukari sukari. Mara ukitaka kusoma kitabu unailisha unasema ngoja nikamate kwanza ka soda hapa, nikamate ka energy. Unakunywa basi ka energy ka, basi ka energy, kako, unajisikia vizuri <laughs> unajimwenyewe unajisikia vizuri ndivyo unavyoairisha mambo ama unataka kusuku, ama unataka kusoma kitabu chako unajikuta tu umeairisha kusoma kitabu, unaingia unafungua TV, unaanza kuangalia tamthilia yako ama unaweka movie unaanza kuangalia. Sasa sio makosa yako mm, sio makosa yako wewe. Ni matokeo ya programming ya kidunia ambayo imekufikisha hapo. Mind zetu, akili zetu zimekuwa programmed namna ambavyo zina bihavu. Akili yako imetengenezwa kukulinda dhidi ya vitu vigumu. Akili yako imetengenezwa kukulinda dhidi zi, ya vitu vingi ambavyo vinaweza kukufanya wewe uwe comfortable. Ndio maana ukiona kitu cha kushtua, labda mnyama mkari, nyoka ama simba, unashtuka ghafla, mwili unapata yani, unaweza kujikuta umeruka sehemu ambayo huwezi. Ni kwa sababu akili yako imetengenezwa kukulinda dhidi ya vitu vyote ambavyo ni hatari kwako. Kusoma kitabu ni kitu cha kijasiri. Kujifunza ujuzi mpya ni kitu cha kijasiri. Kuchukua hatua kuukimbia umaskini ni kitu cha kijasiri. Ndio maana akili yako inakuprotect, inataka tu unywe energy, unywe soda uangalie movie ushinde mtandaoni, mambo e, mepesi mepesi, kwa sababu akili yako inataka upate furaha, upate raha raha fulani hivi, na inakulinda dhidi ya maumivu. My friend, kujifunza ujuzi mmoja kila siku kwa masaa matatu, umejifungia bila simu, ni maumivu makali, na akili yako haiwezi kupenda kufanya. Ndio maana unajikuta huko kwenye simu, unajikuta huko TikTok, unajikuta umeenda kwa mangi kuchukua kasoda, unajikuta tunataka kupiga simu, hakuna kitu cha maana ambacho tunakifanya akili yako inakulinda. Sasa uvivu na procrastination sio wewe, bali ni tabia tu ambayo umeitengeneza kwenye maisha yako, na tabia yote ambayo ulijifunza, maana yake unaweza kuibadilisha. Sasa usibandike hapo, kwa sababu nitashia mbinu ambazo zitakusaidia kuweza kuondoa hii roho ya umaskini, roho ya kuahirisha mambo, roho ya kushindwa kufanya mambo ya maana, roho ya kushindwa kufanya mambo magumu yenye faida kwa leo na siku zijazo na ukaishia kwenye roho, na ukaishia kwenye vitu vya pesi, vya pesi, vitu vya kupenda uh, mambo ya matokeo ya haraka. Sasa hizi ni tips saba za muhimu sana ambazo binafsi zimeweza kunisaidia kuweza kujenga nidhamu, lakini pia roho ngumu ya kuweza kupambania maisha kwa kuweza kufanya vitu vigumu, kuenjoy maumivu ya leo kwa ajili ya raha ya siku zijazo bila kupoteza muda. Mambo moja ni kuelewa kwamba mafanikio ni hatua ndogo ndogo. Huwezi kufanya jambo leo ukapata mafanikio, lakini ni uhakika kwamba mafanikio tuna ni hatua za kila siku. Takupa mfano kwa mtu mwenye kitambi ama mwenye nyama uzembe, akaenda gym kwa ajili ya kutengeneza six pack. Siku ya kwanza akienda ataishia tu kuumwa misuli. Siku ya pili misuli ndio itauma sana. Siku ya tatu misuli itauma zaidi. Baada ya wiki, maumivu yataanza kupungua, lakini hakuna matokeo yoyote anayoyaona. Baada ya mwezi ataanza kuona mwili kama unaanza kuwa mwepesi mwepesi, lakini hakuna matokeo yanayoonekana. Baada ya miezi miwili unaanza kuona sasa matokeo eh, tumbo linapungua, kamsuli sana kanajengeka. Ndiyo mafanikio pia yako hivyo. Mafanikio ni hatua ndogo ndogo tunazochukua kila siku. Kwa hiyo, ukitaka kuanza kutengeneza tabia ya kuweza kufanikiwa kwa kufanya vitu vigumu leo, ni kuelewa hii mindset kwamba hatua ndogo unayochukua leo, leo itakulipa zaidi kesho. Sasa shida ni kwamba watu wakianza kufanya vitu ambavyo vina return ya muda mrefu wanakata tamaa, yaani matokeo yakichelewa wanakata tamaa sana mapema. Watu wanataka microwave success. Sasa ukianza kuona hii mindset kwamba mambo ambayo yanatija yanahitaji kuyafanya kwa hatua ndogo ndogo za leo kila siku, na faida itakuja kwa muda mrefu, hiyo ndio mindset ambayo itakusaidia sana kuweza kubadilisha hii roho ya kuwa unaacha kufanya vitu vya maana na kuisha kufanya vitu ambavyo vinakudistract kila Siku. Moja ya mbinu pia tukakusaidia ni kuhakikisha project zako zote unazikatakata kwenye maeneo madogo madogo. Ukitaka kusoma kitabu kwa mfano unaweza ukaangalia zile chapters, ina chapters ngapi ukaweza kukisoma kwa chapters. Ama moja ya mbinu ambayo huwa naitumia pia, labda kitabu kina kurasa mia nne na unataka kukisoma kwa, kwa siku kumi. Uh, let's say kitabu chako kina kurasa mia nne. hii mbili itakusaidia sana by the way. Kama hauna nidhamu ya kusoma vitabu na ungependa kusoma vitabu kitabu kina kurasa mia nne unataka ukisome kwa siku ngapi? Kwa siku kumi. Hesabu ya darasa la pili. Tunaondoa hii, tunaondoa hii hapa tunapata ni sawa na ngapi? tunapata ni sawa na, na arobaini, Kila siku soma kurasa arobaini. Kwa siku kumi. Utakuwa umemaliza. Sasa siku 40 ni ngumu. Basi hapa badilisha. Unataka kusoma kwa siku 20. Haya, 20 ukikata hii, na hii, hii moja, hii 20. Hapa weka kurasa 20. Ndivyo inavyoenda. Hakuna shortcut, eh. Kwa hiyo moja ya njia rahisi ya kuweza kufanikisha jambo kubwa ni kulipunguza na kuweza kulifanya kwa chunks ndogo ndogo. Kwa kama ni kitabu, kikate katika vipande vipande. Usilifanya jambo kubwa likakutisha. Hakikisha kila jambo unalikata katika vipande vidogo vidogo na kuanza kulifanya kwa hatua. Ukumbuke, <coughs> mafanikio ni compounding effect ambayo inatokea kwa kufanya vitu vidogo vidogo kwa muda mrefu. Namba tatu, jitengenezee utaratibu wa kuwa na ratiba kila siku. Mtu anayetaka kufanikiwa ni lazima awe na ratiba. Uwe na ratiba ya kufanya asubuhi, mchana, jioni, ratiba ya siku nzima, na ratiba haiji kwa sababu ni ratiba ya siku ratiba inakuja kwa sababu ni zao la, la malengo yako ya muda mrefu malengo ya miaka kumi malengo ya miaka mitano malengo ya miaka mitatu malengo ya mwaka mmoja malengo ya miezi kumi na mbili malengo ya miezi sita malengo ya mwezi mitatu malengo ya mwezi mmoja malengo ya wiki moja na malengo ya siku moja kwa hiyo ratiba yako ni malengo ya siku moja ambayo yanaenda kufidi kwenye malengo ya miaka kumi ijayo. Ndivyo tunavyotaka. Kwa hiyo ukiwa na ratiba kila siku itakusaidia sana kuweza kute, kutekeleza kila kitu ambacho unakifanya. Na sasa usio na ratiba unaandika asubuhi kabisa, umeandika ratiba asubuhi. Baadaye nitakuja kutengeneza video nionyeshe njia nzuri ya kuweza kutengeneza ratiba. Sasa usije ukawa unaandika ratiba alafu utekeleza hayo mambo, wewe utakuwa ni kama ngiri unakimbizwa na simba unaingia kwenye shimo fupi. Unadhani simba yakuoni? Sasa unawezaje kuandika ratiba halafu itekeleze? Sina akili za kitoto kabisa hizo. Kwa hiyo mtu anayefanikiwa, mtu ambaye anaonyesha kweli kwamba kuna kitu anakijenga kwenye maisha, ni lazima uwe na ratiba, na kama huwezi kufanya hivi vitu unakuwa distracted kila mara, maana yake unahitaji kuandika ratiba na kuiheshimu. Ukishasema kwamba muda huu nitasoma kitabu, soma kitabu. Ukishasema muda huu nitajifunza ujuzi, jifunza ujuzi. Ukishasema muda huu nitapigia simu wateja, wapigie simu wateja. Ukishasema muda huu nitapeleka bidhaa zangu kwa wateja, wapelekee wateja bidhaa. Ratiba ndio msingi wa kuacha kuahirisha mambo. Namba 4, tabia ya uwajibikaji. Kuwa tu mwajibikaji, unawajibika kwa kila kitu Usipofanya kitu ukijiambia kitu usipofanya kitu jiwajibishe. Ukiandika kitu kwenye ratiba yako usipokifanya jiwajibishe. Ndiyo tabia za watu wanaofanikiwa. Sio hawajibiki, lazima uwe unajiwajibisha kila siku. Integrity na responsibility plus commitment ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, kama kweli unataka kujibadilisha. Hizi tabia za kuahirisha ahirisha mambo ni tabia za watoto lele mama eh? Kama yule mkuu wa wilaya anasemaga tabia ya mpeche, mpechempeche hivi eh. Lazima uwe mtu wa kuwajibika na kujisimamia. Usipojisimamia dunia itakusimamia, usipojiongoza dunia itakuongoza. Kuwa mtu unayewajibika 100% kwenye mambo yako, kwenye ahadi zako mwenyewe na ahadi unazoweka kwa watu wengine. Usikubali kuwa na maisha madogo. kama umejiambia utafanya kitu umenunua kozi na hujaisoma kwa kweli wewe, mafanikio ni changamoto sana kwako kwa hako. Sababu unaenda kununua kozi kwa sababu una shida na hiyo kozi, si ndio? Umenunua kitabu kwa sababu una shida na hicho kitabu, lakini unashindwa kusoma kitabu. Sasa, huko unakosa kuwajibika. Sasa unajua kabisa una gap la ujuzi ndio maana umenunua kitabu, una gap la ujuzi ndio maana umenunua kozi. Sasa unashindwa kuzisoma Usipokushinda kusoma maana yake ni kwamba roho yako ya ufukara ina nguvu kuliko mtu unayetaka kuwa. Kwa hiyo lazima kupambana na hii roho ya ufukara, ili kuweza kutengeneza nguvu ya kuweza kupambana na kuweza kusoma hivyo vitabu, kusoma hizo kozi, na kuweza kuvunja gepo unalozofikia. Lazima kuvunja hii roho inayokufanya uahirishe ahirishe mambo. Namba tano. Sasa hii ni mbinu ambayo utaanza kuitumia kama kweli wewe una vitu ambavyo vinakufanya ushindwe kusoma ushindwe kufanya vitu ambavyo ni vigumu, unaushia kuahirishisha. Hii inaitwa ni sheria ya dakika mbili, 2 minutes rule, sheria ya dakika mbili. Nasema hivi, ukiona umesita kufanya kazi, jiambie nitafanya hiki kitu kwa dakika mbili, alafu anza kukifanya. Kwa hiyo kama nikusoma kitabu, jiambie tu nitasoma hiki kitabu kwa dakika mbili, alafu anza kusoma. Utagundua kwamba dakika mbili zikiisha, tayari utakuwa na nguvu ya kuendelea kusoma. Kwa hiyo anza kujifunza kutumia hii sheria ya dakika mbili. Ukiona unasita kutengeneza content, jiambie tu for the two minutes I will be creating content. Tengeneza content. Baada ya dakika mbili utanogewa utaendelea. Ukiona unaogopa kupiga simu kwa wateja, jiambie tu napiga simu angalau kwa hizi dakika mbili. Baada hapo mambo yatajipa yenyewe. Hata kama hutaweza kuendelea kwa dakika mbili lakini utakuwa umejaribu kuliko kuto kufanya kabisa. Kwa hiyo hii ni mbinu ya kwanza ambayo itakusaidia sana. Pambana na hii roho ya kuahirisha ahirisha mambo. Ukitaka tu kuahirisha jambo, jipe dakika mbili, fanya kitu, baada ya muda utaona umeweza kuendelea na hiyo itakusaidia sana kuweza kuvunja hii tabia ya kuahirisha mambo. Usibanduke hapo kwa sababu mbinu matata ziko chini. Bado zinafuatia mbili za muhimu mbaya mno. Namba sita, hii inaitwa 5 seconds rule. Sheria ya sekunde tano. Sheria hii inasema hivi, Ukisita kufanya jambo, ukiona kama unasita kufanya jambo, ukiacha, tumia ile dakika mbili. Hii yenyewe inasema hivi. Ukisita kufanya jambo, anza tu kuhesabu. Tano, nne, tatu, mbili, moja. Ikishafika tu moja uanze kulifanya. Forget about anything. Anza tu kufanya. Ukiona unasita kufanya, wewe just force yourself kupiga sheria ya sekunde tano. Hesabu tano, nne, tatu, mbili, moja. Let's say unataka kunywa maji na wewe una tabia kunywa maji, hesabu tu. Tano, nne, tatu, mbili, moja, unakunywa mwani. Si rahisi kama hivyo jamani. Sasa hizi ni tricks ambazo zitakusaidia wewe kuweza kucheza na akili yako, kwa sababu hapa tunachokifanya tunapambana na akili yako ya kimaskini. Akili ya kimaskini ndio inaailisha mambo na akili ya kimaskini au nafsia ya umaskini ambayo iko ndani yako inapambana sana, na imeshavaa ngozi ngumu, ndio maana inakuzuia kusoma vitabu, inakuzuia kujifunza ujuzi, inakuzuia kufanya mambo ambayo yataenda kuiua na kuja mtu mpya. Sio kama unapata point? Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kupanda mbegu ambayo inaenda kuua hiyo roho. Sasa hizo nimekupa tips kama sita hivi, mbili hapo 5 seconds The five second rule, lakini the two minutes rule. Hii nakupa sasa the no-brainer. The no-brainer hii, mm, mimi ndio nimeita the no-brainer rule, lakini, hii nilijifunza kwa mmoja wa jamaa ambaye namkubali sana, anaitwa Chari Morgan, yeah, tunaweza kumuita cha, Charles Morgan. Yeye jamaa hapo anasema hivi, ukikutana na kazi ambayo ni ya muhimu lakini unasita kuifanya, jirazimisha kuifanya hapo hapo bila kuwaza chochote. Yani mda wote, yani ukiwaza kwa mfano kusoma kitabu ni kitu kigumu, chukua kitabu, anza kusoma. Ukiwaza sijui <laughs> kufanya mazoezi ni ngumu, luka chap chap, anza kupiga push up hapo. Chochote kile ambacho kinakutesa, ambacho unaogopa kukifanya, jifunze kukifanya right away. Yani ukiona tu kitu fulani, ugumu wa kitu fulani, anza kukifanya. Ndio mimi naita the no brainer rule, kwamba chochote ambacho unawaza kwa mda huu, chap chap, luka, anza kufanya